Mtazamaji, umuhimu wa mbele ni nyuma na kitambi kishonoi nguo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 29 mwezi Septemba mwaka ni 2025. Hii ni taswira ya runinga ya Alshifa, lakini kwanza tupate tuliokuandalia watoto watano waokolewa Kilifi mikononi mwa mchungaji wa itikadi kali, mwili wa mwanaume aliyeangukiwa na jengo wakati wa ubomozi Mombasa, shuleni Star of the Sea waondolewa Walimu wa JSS walaumu muungano wa kupeti nchini, michezoni Kenya kushiriki michuano ya vijana usiozidi miaka 17 sekafa nchini Ethiopia. Na mtazamaji, ili kupata matangazo haya tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, TikTok na Instagram ni Alshifaa Media Kenya na YouTube, ni Alshifaa Television Kenya. Hujambo na karibu, mimi naitwa Joseph Lewa. Tukianza ni kwamba polisi katika kaunti ya Kilifi wamewaokoa watoto watano waliodaiwa kufungwa na kulazimishwa kufunga kwa muda mrefu na mchungaji wa kanisa la Jesus Ministry huko katika kijiji cha Dera, eneo la Kilifi Kaskazini. Watoto wao wenye umri kati ya miaka minane na kumi na mitano walipatikana wakiwa dhaifu, wamedhoofika na wakionekana kukosa maji mwilini. Inadaiwa mchungaji huyo, Kamanza Mwatela, aliwashinikiza kufunga kwa muda wa wiki kadhaa na kunywa maji aliyodai kuwa ya kiroho ambayo aliuza kwa shilingi 150 kwa lita moja. Operesheni hiyo ya uokoaji iliongozwa na kamanda wa polisi wa Kilifi Kaskazini, Kenneth Maina, baada ya wakazi wa eneo hilo kutoa taarifa kwa kufuatia wasiwasi kuhusu afya ya watoto hao. Mwatela alikamatwa na maafisa hao, vilevile maafisa wa afya wakianza uchunguzi wa kimaabara kubaini yaliyomo katika maji hayo ambayo aliyataja kwamba ni yenye baraka. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kilifi Kaskazini, Samuel Mutisya, alilaani kitendo hicho akisema kwamba jamii haziwezi kuruhusu historia ya Shakahola kujirudia. Kwa sasa, watoto hao wanapokea matibabu katika kituo cha afya kilicho karibu, huku tukio hilo likizua tena wasiwasi kuhusu mbinu ambazo zinatumika na, na baadhi ya makanisa yenye misimamo potovu ili kuweza kupoteza wenyeji na mtazamaji. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba muungano wa walimu wa sekondari msingi, JSS Kejusta, unaitaka serikali kupitia wizara ya elimu kuingilia kati mzozo wa mapendekezo yao, ambayo ni kuupa uhuru muungano huo kwa kutekeleza majukumu kivyao, wakitaja kwamba kumekuwepo na changamoto kubwa kutokana na kwamba wanaosimamia shule hizo hawana uwezo na hawaelewi mahitaji ya shule za sekondari msingi. Katika mahojiano ya kipekee na runinga ya Alshifa walitaja kwamba kuna haja ya serikali kuzingatia matakwa yao. Amina Juma ana taarifa kamili. The, the, the tertiary colleges. Walimu wa JSS wamesema kwamba muungano wa walimu wa sekondari na vyuo vikuu kupeti umewafeli katika azma yao ya kutafuta uhuru wa shule za sekondari msingi ambazo zimekuwa zikipitia changamoto kwa kile wanachokitaja kwamba ni kutokana na kukosa uongozi unaoelewa masuala yao. Why the, the, the As we talk now, ma majority of the cupet leadership no. come from uh, the senior school mm -hmm. as well as the uh, the, the, tertiary colleges no. so. And cupet uh, at the same time limited mm -hmm. Mm -hmm. the number of junior school teachers mm -hmm. that were representing that meeting wakiongozwa na James Evans Odhiambo ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa walimu wa JSS nchini Kejusta, wameitaka serikali kuifanya JSS kuwa daraja la kivyake lakini siyo shule ya msingi mseto kama inavyofahamika, akitaja kwamba mtaala huo hujaenda kulingana na makubaliano aliyoyafanya kabla mtaala huo kuanza the the creation of junior school uh -huh. because we wonder where were they uh -huh. when uh, when not and capture were were misleading uh -huh. and misguiding the presidential working party uh -huh. to to uh, to create a, a junior school uh -huh. in a primary setup uh -huh. knowing very well that in that junior school in that primary setup There were no infrastructure. Kwa upande wake, Juma Jigi ambaye ni mweka hazina wa muungano huo taifa, wa kitaifa amesema kwamba wametoa makataa ambayo yasipofuatwa itawalazimu kuelekea kotini ili kushtaki tume ya walimu ya NAT kwa kutozingatia matakwa yao. Hata hivyo, ametaja kuwa kuna baadhi ya madai ambayo yakipitishwa yataifanya shule za JSS kote nchini kuzoroteka kabisa kutokana na usimamizi mbaya. We are saying that as much as now you are our union, but come down also listen to us. Uh, uh, aidha wanaitaka serikali kupitia Wizara ya Elimu kuwekwa kwenye mizani mapendekezo yaliyowasilishwa ili kuboresha mazingira sahihi ya wanafunzi wa JSS kulingana na mtaala wa CBE uh, the next lot of uh, grade 7 mm -hmm. should find that uh, uh, this confusion has been uh, rectified mm -hmm. so uh, we are asking the Ministry of Education mm -hmm. to act swiftly and uh, uh, listen to the grievances of the junior school teachers Nikiripotia Taswira Runinga Al Shifa, mimi ni Amina. Juma. Na serikali ya kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu amefanikiwa kuopoa mwili wa jamaa mmoja aliyefunikwa na vifusi vya jengo ambalo lilikuwa linabomolewa katika shule ya msingi Star of the Sea jijini Mombasa. Mwanahabari wetu Yasir leo ana taarifa ifuatayo. Iko mtu mmoja ambaye ameangukiwa na, na mawe. Serikali ya kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu wamefanikiwa kuopoa mwili wa jamaa mmoja aliyefunikwa na vifusi vya jengo ambalo lilikuwa linabomolewa katika shule ya msingi ya Star of the Sea. Uh, leo uh, kama majira ya saa 4 na dakika hamsini uh, tumepata simu kwamba kuna ubomozi ulikuwa unaendelea nyuma ya shule hii uh, Star of the Sea Primary ambapo kulikuwa na jengo la kitambo wanabomoa, ili waweze kujenga uh, Uh, building mpya katika hapo. Basi katika ile hali ya kubomoa mmoja uh, wa ubomozi aliweza kuangukiwa na mawe na amepoteza maisha yake. Maafisa wa polisi wakiongozwa na OCPD wa Mombasa Nicholas Kipkemoi wamesema kwamba jamaa waliyemtambua kwa, kwa jina la Mwangi alipatikana amefariki vifusini mwa jengo hilo baada ya kuangukiwa alipokuwa akishirikiana na wenzake katika ubomozi wa jengo hilo. Iko mtu mmoja ambaye ameangukiwa na, na mawe na amefariki na e, yeye mwenda zake anaitwa Mwangi, ni jina ya kwanza moja tu ambaye anajulikana kwa sasa e, na tumetoa mwili na tumepeleka hospitali mochari kuhifadhi mwili. Aidha, ubomozi huo uliendeshwa kwa njia ya mkono. Kabla tukio hilo kufanyika, watu walikuwa na, natumia na mikono kupamoa, na hii kazi ilianza uh, Saturday na ilikuwa inaelekea ku, kuisha na leo saa nne na nusu. Kwa upande wake Amina Abdallah ambaye ni mwenyekiti wa Mombasa Women Empowerment for Mental Awareness and Rehabilitation Center amesema kwamba baadhi walionusurika katika anguko hilo wamepata mshtuko kwa kile wanachokishuhudia kwa mwenzao na kulikuwa na wengine pia ambao walikuwa wamehusika wakiwa pale katika ule ubomoaji watatu, na walikuwa katika shock in a way hawangeweza kueleza mambo mingi, lakini tukaweza kuwataftia sehemu ambao wameweza kupatiwa ushauri, wameweza kufanyiwa counseling. Kwa sasa najua wametulia kabisa, tunawapatia muda hatungependa pia kuwauliza mambo mingi kwa sababu already wako kwenye shock. Kwa sababu wao wakibomoa, hawako expect kwamba yule uh, mmoja wao ambaye uko chini anaweza uh, angukiwa na jengo kama sasa, wote walikuwa ni mshtuko wa hali ya juu. Kwa hivyo kwa sasa, lakini wameweza kutulizwa, tunaangalia hali zao, kisha baadaye nafikiria baada ya 2 to 3 hours unaweza sasa kuwafuta tena na kuwahoji zaidi kile kitendo kilichotendeka, lakini kwa sasa tumewa cancel tu ili waweze kutulia. hata hivyo Uchunguzi unaendelea ili kubaini wapo kulikuwa na ukikwaji wowote wa kisheria kabla ubomozi huo kuanza. Tumeleta kikosi chetu cha rescue team pamoja na watu wa Red Cross, tumesaidiana, tumeweza ku retrieve huo mwili. Kwa hivyo kwa sasa tumekabidhi kila kitu kwa serikali kwa uchunguzi. Tutaangalia mambo ya vibali na mambo ya mazingira baadaye. Tutatoa ripoti kamili. Kwa sasa tunafanya hiyo juhudi kuwajulisha next of kin akisha patikana kujulikana. Nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa. Mi naitwa Yasir Lewa. Ni mwanahabari wetu Yasir Lewa. Mtazamaji, kumbuka kwamba unazidi kutazama taswira ya runinga ya Al Shifaa. Katika njia ya kupunguza ukosefu ajira katika kaunti ya Mombasa, mbungo wa Mvita Mohamed Sudi Machele aliongoza sherehe za kufuzu kwa mahafala katika ukumbwa wa Ronald Ngala jijini Mombasa. Ni hafla ambayo ilihudhuriwa na mkurugenzi mkuu wa Swahili Port Mohamed Nur ambaye aliwataka vijana kutumia fursa hiyo ili kuhakikisha kwamba wanajiendeleza kimaisha kupitia mitandao. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CDF Ali Bafundi alitaja kwamba kuna baadhi ya mashirika ya kijamii ambayo yamekuwa kisaidia watu lakini yanatumika kisiasa, akitaja kwamba yanakiuka haki za kibinadamu. Nilikuwa nasema usichukulie ni kutengeza pesa peke yake. Ukisha register kwa hizi platforms lazima utengeze jina yako, lazima utengeze brand yako. Na utatengeza brand vipi? Unatengeza brand ukipewa kazi Unai deliver on time. Ku deliver kazi on time, kufanya kazi quality, na kuwa na consistency. Hata kama umeanza na kazi ambayo unalipwa pesa kidogo, kuna baadhi hata labda watasema wanalipwa dola kumi, dola tano, dola mia moja, but unaifanya kila siku. Once umebuild ile profile yako online, unakuwa rated na unapata reviews. Kuna mashirika mengine tumeyaona yameanza kujitia kwenye siasa na si kuwa sisi tunaozungumza haya twaogopa. Sisi tuko tayari na tuko imara, lakini hatutaki haya mashirika yavundiwe heshima yao, kwa sababu yako kitambo na yaendelea kuwepo. Hatutaki hadhi yao iteremke, kisha kesho waje kusema kuwa tumewateremshia hadhi. Hususan nazungumzia Lions Club ni shirika limekuwepo na ni shirika limesaidia watu sana, lakini sasa hivi shirika hili limekubali kutumiwa kuwa kama chombo cha kumfikishia mtu malengo yake. Anayetaka siasa ajitangaze, huwataka siasa aingie uwanjani, watu wapambane uwanjani, sikujifita nyuma ya pazia za mashirika. Na mtazamaji, ili kuendelea kutazama taarifa hizi, kumbuka kwamba unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii; pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, Instagram, TikTok na Twitter ni Alshifa Media Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya. Nachukua pumziko fupi na rudi na habari za kimataifa. Usibanduke. Karibu tena mtazamaji. Takriban watu 95 wamepoteza maisha kutokana na njaa na maradhi katika kambi ya wakimbizi ya Abu Shauk mjini El Fasha magharibi mwa Sudan katika kipindi cha siku 40 zilizopita. Kati ya watu waliofariki watoto 73 wenye umri chini ya miaka mitano na wazee ishirini na wawili umetajwa kuathirika zaidi. Mashirika ya kijamii yanaonya kuhusu janga la kiafya lililokaribia, huku miili ya watu walikufa ikibaki bila kuzikwa kutokana na ukosefu wa usalama katika taifa hilo. Mashirika ya kujitolea yameripoti kuzorota kwa hali ya kibinadamu, yakitaja mashambulizi yanayoendelea, kusambaratika kwa huduma za msingi na kufungwa kwa jikoni nyingi za misaada kutokana na uhaba wa fedha pamoja na ongezeko la bei ya chakula mtandao wa madaktari wa Sudan nao umethibitisha vifo zaidi ya 20 kutokana na utapia mlo mwezi huu pekee, hususan miongo ama miongoni mwao ikiwa ni watoto na wanawake. Mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces yamekuwa yakiendelea tangu mwezi Mei mwaka 2024, huku hali ikizidi kuwa mbaya zaidi siku za hivi karibuni. Kwa jumla vita vilivyoanza Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo vya maelfu na kuwafanya mamilioni kukimbia makazi yao, hali inaongeza kina cha mgogoro wa kibinadamu katika taifa hilo. Na mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo Kenya imethibitisha kushiriki katika mashindano ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa umri chini ya miaka 17 ambayo yanaandaliwa na SEKAFA mwezi Novemba mwaka huu nchini Ethiopia. Mashindano haya kufuzu kwa AFCON vijana wasiozidi miaka 17 mwaka 2026 yataleta pamoja timu kumi kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mbali na Kenya, na mataifa mengine yaliyojumuishwa ni wenyeji Ethiopia, Uganda, Sudan, Sudan Kusini, Rwanda, Burundi, Tanzania, Somalia na Djibouti. Wakilishi wa Kenya wanatarajiwa kuanza maandalizi rasmi karibuni, huku shirikisho la soka nchini FKF likisisitiza umuhimu wa kukuza vipaji chipukizi kwa ajili ya mstakabali wa taifa kwenye medani ya soka la Afrika. Na tuangazie uhamisho wa wachezaji kule barani Ulaya, ambapo klabu ya Al-Nassr ya Saudi Arabia inapanga kumsajili nahodha Manchester City Bernardo Silva, ambaye ni rao reno, ambaye anatarajiwa kupewa mkataba wa miaka minne katika kambi hiyo. Kuingereko ni kwamba beki wa Everton Jarrad Branthwaite ni chaguo namba moja la Manchester United ili kuchukua nafasi ya beki wa Uingereza Harry Maguire. The Red Devils waka tayari kutoa poni milioni 65 ili kumnasa mchezaji huyo, na Chelsea watajaribu kuteka nyara dili la Real Madrid la kumsajili kiungo mshambuliaji wa Argentina Nico Paz me miaka 21 kutoka Como Italia. Mchezaji huyo alikataa dili la kujiunga na Spurs katika dirisha kubwa la uhamisho lililopita. Real Madrid wanapanga dila kumnasa kiungo wa Ecuador Moises Caicedo mwenye miaka 23 kutoka Chelsea, hata wakifanikisha kumpata kiungo mwenza wa Argentina Enzo Fernandez. Los Blancos namwona Caicedo kuwa mchezaji mwenye kiwango bora ambacho kinaendana na no uwezo wa klabu hiyo. Na majina mengine ambayo yametajwa katika kambi ya Manchester United iwapo watamfuta kazi Ruben Amorim ni ikiwemo mkufunzi wa zamani wa Uingereza Gareth Southgate. Kocha wa Bournemouth, Indoni Iraola, kufunzwa zamani wa Frankfurt, Oliver Glasner, ambaye anainoa Crystal Palace na Graham Potter, aliyepigwa kalamu na West Ham United, kuwa miongoni mwa wakufunzi ambao huenda wakachukua majukumu pale Manchester United aiwapo atampiga kalamu Ruben Amorim. Na mtazamaji, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, mwelekezi wangu amekuwa ni Monica Mweke hapa, mpiga picha akiwa ni Yasir Lewa. Wanasema siku zote Halali haina haramu. Naitwa Joseph Lewa. Usiku mwema.